Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania leo ni Mei mosi mwaka 2025. siku ya fanya kazi duniani Alhamis. Ni kualike kunakdukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania ilivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Sheikh Shehan Zeina na hii ni Toka Zamani TV. kubwa ni kukumbushe kama wendo mara ya kwanza kabisa unaungana kwa nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele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 Singida. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini wa gazeti hili. Ulege ataka mikakati mitaji ya makandarasi wazawa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na tisa. Adaiwa kuua mpenzi wake akimdai laki moja. Habari katika ukurasa wa ishirini. Serikali yataka ubunifu wa ufanisi TPDC. Habari katika ukurasa wa kumi na tisa. Serikali yaja na sera ya taifa ya haki jinai. Uwakili mkuu aokoa bilioni kumi na saba migogoro sugu 24691 yapokelewa kampeni ya Samia. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Biteko waangalieni, wabunge kwa jicho la wema. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. JWTZ yatangaza nafasi kuandikishwa jeshini. Habari katika ukurasa wa tano wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo gwiji la habari Tanzania. Gazeti la pili likiandika, Dkt Mwinyi aonya vikwazo vya biashara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 Serengeti. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili, idadi ya makada ambao CHADEMA imetangaza kuwa ndio waliokamatwa na jeshi la polisi ishirini na nne. Gazeti hili imeandika Mei Mosi, leo matarajio ya wafanyakazi kwa Samia. Habari katika ukurasa wa tano wa gazeti hili, talaka, shisha kubeti bado janga, kibano chanja. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, takwimu za anaondoa wanaopeana talaka zinashtua, huku wimbi la vijana kuvuta shisha na watoto wa kujiingiza kwenye michezo ya kubahatisha wangali wadogo, ni janga kubwa kwa sasa nchini. Habari kwenye ukurasa wa pili una sifa hizi, changamkia ajira JWTZ. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, JWTZ, limetangaza ajira kwa vijana wa Kitanzania wenye sifa katika fani mbalimbali. Wafundi mbali, mchundo ni miongoni mwa undani wa taarifa hii katika ukurasa wa tatu. Kiini wasome kujiweka kando mijadala ya kitaifa. Habari katika ukurasa wa saba wa gazeti hili, nukuu ni ya Profesa Isa Shivji ikisema sasa, kama serikali inaingilia utapata watu watakokuwa na ujasiri wa kuzungumza, na uongozi wa chuo unatakiwa kulinda uhuru wa chuo husika. Kunahitajika kuwepo kwa kamisheni itakayokuwa na mwavuli wa wanataaluma na wawe uhuru, wasitambuliwe kuwa watumishi wa serikali. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa saba wa gazeti hili lakini pia gazeti Mwananchi limeandika mitandao ya kijamii ilivyo na faida hatari kwa afya yako. Habari imeandikwa kwenye ukurasa so wa tatu wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti mwana so gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Tunatazama sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipau mbili: ni Mrema, hakuna kikao kilichoamua kuzuia uchaguzi. Ataka mwenye ushahidi wa vikao hivyo auweke hadharani, asisitiza uanikwe dunia ijue. Habari imeandikwa kwenye ukurasa so wa nne wa gazeti hili. Mtifuano kusaka jira JWTZ kuanza leo. Habari katika ukurasa wa nne. Dr. Biteko itaka TPDC kuongeza kasi uendelezaji vitalu vya mafuta gesi asili ya habari katika ukurasa wa tano wa gazeti hili. Maelfu ya wananchi wanafaika kampeni ya Samia Legal Aid. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Serikali ipo tayari kushirikiana na wadau kuimarisha usawa wa kijinsia habari katika ukurasa wa pili Mwanza mbioni kuzalisha vyanzo vipya vikubwa vya kodi. Habari katika ukurasa wa pili jeshi la Uingereza laanzisha mashambulizi ya anga na Marekani kulenga waasi wa, wa Houthi. Habari katika ukurasa wa kumi na tisa lakini pia gazeti hili imeandika matamanio ya wabunge usambazaji umeme na jicho kwa bajeti ya trilioni mbili nukta mbili habari katika ukurasa wa kumi hadi ukurasa wa kumi na moja na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, kama tatakala yako some kwa undani zaidi. Nalo gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni CHADEMA kukimbilia mahakamani lenye habari iliyopewa kipaumbele ni CHADEMA kukimbilia mahakama kimataifa, madai ya wanachama wake kuzuiwa kwenda kufuatilia mwenendo wa kesi ya mwenyekiti Tundu Lisu. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Nukuu ya John Mnyike anasema chama tunawaelekeza mawakili wetu wachukue hatua za kisheria binafsi. Kama kiongozi ambaye aliongoza kazi hiyo, sisi Chadema tunaamini ilikuwa ni haki na halali kwa wananchi, wanachama na viongozi kwenda mahakamani kufuatilia kesi ya mwenyekiti wetu. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Siku ya wafanyakazi duniani, macho masikio Singida, nyongeza ya mishahara. Habari kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, JWTZ yatangaza fursa kwa ajira kwa vijana kipaumbele sekta ya afya. Habari katika ukurasa wa pili. Jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania JWTZ limetangaza nafasi za kuandikishwa jeshini kwa vijana wa Kitanzania wenye elimu ya sekondari hadi elimu ya juu, huku asilimia tisini ya nafasi hizo ikielekezwa kwa wataalamu afya kutoka kada mbalimbali. Ridhiwani aipongeza NSSF kuwafikia wanachama, habari katika ukurasa wa 18 lakini gazeti hili limeandika Hospitali yapewa siku thelathini usuluhishi madai ya kukata mguu mtoto kwa uzembe, habari katika ukurasa wa kumi na tisa. Janga la shisha michezo ya kubahatisha vyashtua serikali, habari katika ukurasa wa pili. Makala CCM kuja na ilani itakayoleta matumaini mapya, habari katika ukurasa wa kumi na tisa. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti Raia Mwema ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni wawakaliwa koni ni wabunge maveterani Lukuvi, Jenista na Ndugai. Habari imeandikwa kwenye ukurasa upili wa gazeti hili. Nukuu katika ukurasa mbele wa gazeti hili nasema, nina clean sheet. Sina doa, wananchi wamenitaka, siwezi kukataa, nitagombea. Habari picha na mwonesha William Lukuvi, Jenista Mahagama, Luhaga Mpina, George Simbachawene pamoja na Job Ndugai. Gazeti limeandika bala la lisu siku mia moja, habari katika ukurasa sita. City wa IPTL acharuka, amburuza mahakamani, zito ataka kulipwa shilingi bilioni kumi. Habari katika ukurasa wa nane. Aheri makaburu waliruhusu mahakama za wazi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba wa gazeti hili. Na hivi ni vyombavo limeandika gazeti Mwanahalisi Alhamisi, aliyokamata nakala yako soma kondani zaidi. Nalo gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na wazi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mwinyi sera wainu wafanya biashara habari melika kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Habari picha inamuonyesha rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi akihutubia katika hafla zinduzi ya uzinduzi wa sera ya biashara elfu mbili na ishirini na nne na tathmini ya umarishaji wa mazingira ya biashara Zanzibar, Zanzibar Blueprint elfu mbili na ishirini na tano Uzinduzi huo ulifanyika katika ukumbi wa hoteli ya New Amani. Gazeti hili limeandika ujenzi wa leri bandari Tanzania umevutia usafirishaji. Dr. Samia. Habari katika ukurasa wa pili. Serikali ya Afrika, serikali ya Afrika zashauriwa kuimarisha ukusanyaji kodi. Habari katika ukurasa wa sita. Lakini pia gazeti hili limeandika serikali kuendelea kuimarisha maslahi wa wafanyakazi Hemedi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi. Gazeti ya Uhuru a ukweli daima ninalo yamekaroni mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni msaada kisheria wa Mama Samia gumzo, kampeni ya wafikia wananchi zaidi ya milioni mbili nukta sita, migogoro elfu tano yatatuliwa ikiwemo iliyodumu kwa miaka kumi. Malalamiko yaliyoibuliwa yanayohusu ardhi, ndoa za utotoni, matunzo ya watoto, madai ya ndoa, jinai, ukatili wa kijinsia, ardhi na ajira. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Gazeti limeandika tukta ejao matumaini kibao kwa Rais Samia habari katika ukurasa wa pili. Uboreshaji wa mifumo ongeza tija bandari habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Makala tutaendelea kulinda amani kuchochea maendeleo habari katika ukurasa wa nane. TPDC kuendeleza kasi vitalo vya mafuta gesi habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nane wa gazeti hili lakini pia gazeti Uhuru limeandika Rais Dkt Mwinyi, sera mpya ya biashara ni utekelezaji wa ilani. Habari katika ukurasa wa tatu. Rais wa Zanzibar Mwenye na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dkt Hussein Mwinyi amesema uandaaji wa sera mpya ya biashara ni utekelezaji wa ilani. Habari katika ukurasa wa tatu. Mkakati kutokomeza mimba za utotoni nchini watajwa. Habari katika ukurasa wa tano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 daktari asimulia kiungo ilivyomtesa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tisa hadi ukurasa wa kumi na mbili. Nukuu ya Dr Hussein Ramadhani inasema ndani ya msimu mmoja, binafsi naweza kupokea kesi za majeraha niliyotaja takriban kila mwezi, lakini zile za kugongana wachezaji wenyewe kwa wenyewe ni mara chache. Gazeti hili imeandika ahadi ya Kamara Simba Kaf. Ni Simba ni dhidi ya Belkane fainali Mei Diberkane Moroko. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Fainali ya kuviziana ni muungano wa kapu leo, JKU dhidi ya Yanga leo Alhamisi saa moja na robo usiku, Gombani Complex, Pemba. Rasmi sakata la kubeti, serikali ya ingilia kati. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Europa leo Alhamisi ni Athletic Bilbao dhidi ya Manchester United, mchezo wa saa nne kamili usiku. Memes. Pata nakala yako ya gazeti Mwanaspoti usome kwa ndani zaidi ya habari hizi ambazo zimepewa kipaumbele magazeti ya habari, habari za michezo na burudani. Mikononi mwangu analo gazeti la Habari Leo, hili limeandika Simba, Ratiba iko sawa, tutaitumikia Yanga, JKU, vita ya muungano wa habari, katika kurasa za ndani za gazeti hili. Rais Karia aishukuru FIFA, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti hili pia likiandika Djokovic nje Italian Open, habari katika ukurasa wa ishirini na mbili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, na gazeti hili linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka zamani Tv.